Leo nimefanya ziara ya kutembelea shule zetu za msingi na sekondari katika halmashauri ya Kilolo na halmashauri ya Mafinga. Na lengo ni kutimiza maelekezo na maamuzi ya kamati ya usalama ya mkoa ya kujiridhisha na hali ya namna huduma zilivyorejea katika mkoa wetu. Naomba nichukue fursa hii kupitia shule hii kuwaambia kwamba hali ya mkoa wetu wa Iringa ni shwari, ni salama, na nichukue fursa hii kuwataka wazazi walioko ndani ya mkoa wa Iringa na walioko nje ya Iringa kuhakikishia kwamba shule zetu ziko salama, masomo yanaendelea na watoto wetu wako salama. Kwa kila mzazi mwenye mtoto anayesoma Iringa awe na amani kabisa kwamba Iringa iko shwari, lakini kwa wale ambao tuko hapa hapa Iringa, tuwahamasishe watoto kuendelea kwenda shuleni na kujifunza na wenzao, kwa sababu masomo na ratiba za masomo zinaendelea vizuri mashuleni. Nichukue fursa hii pia kuendelea kuwahimiza wazazi kujenga utamaduni wa kuwasiliana na walimu moja kwa moja badala ya kusikiliza maneno ya barabarani. Walimu wanajua hali halisi ya ya shule na maendeleo yalivyo kuliko watu walioko barabarani. Lakini pia panapokuwa na changamoto ya aina yoyote inayohusu elimu, tunazo ofisi za wakurugenzi, tunazo ofisi za wakuu wa wilaya, maafisa elimu na ofisi wakuu wa shule zitumike kujadili kufuatilia na kutoa taarifa mbalimbali ili kuendelea kujiridhisha na taarifa tunazozipata kuhusu ustawi wa watoto na maendeleo ya watoto kwenye shule zetu. Lakini kwa ujumla, mkoa wetu uko shwari, maeneo yote ya huduma huduma zimerejea zinakwenda vizuri, na usalama wa raia na mali zao kwa Iringa ni uhakika kabisa. Kwa hiyo niwatoe mashaka wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kwamba Iringa iko salama, na tuendelee kujituma kujenga nchi yetu na kuboresha na kuhamasisha utoaji wa huduma ili mwisho wa siku kila huduma ya msingi iweze kutolewa na kupatikana eneo yetu kama ilivyokuwa awali. Baada ya maelezo haya, ndugu zangu, nawapenda sana, nawatakia mchana mwema na Mungu awabariki sana, wanafunzi wa shule hii nzuri.